Tnimali palipozama katika mapokeo mwanga wa imani kwa mabilioni, kwa kani nyingi, upapa umekuwa sawa na useja, maisha kujitoa kabisa kwa Mungu. Walakini kumbukumbu za historia zinanong'ona za wakati tofauti, wakati ambapo uzito wa kiti kitakatifu ulitulia juu ya mabega ya wanadamu ambaye alikuwa amejua furaha na huzuni na maisha ya familia. Ndio, umesikia sawa, mapapa wale waliochukuliwa kuwa walinzi wa mtakatifu wetu wakiwa na wake na watoto inaweza kuonekana kama kupingana, sura iliyosahaulika katika simulizi kanisa Katoliki. Lakini ukweli, kama kawaida, mara nyingi huwa na maana zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Ungana nasi tunapochunguza maisha ya watu hawa ajabu, kufunua sehemu usiojulikana sana ya historia ya upapa. Kuanzia kwa kasisi wa kwanza kabisa wa Kristo hadi machweo ya milenio ya kwanza, hadithi ya upapa imeunganishwa na hadithi za uhusiano wa kifamilia, kutukumbusha kwamba nyuma ya ukuu na sherehe, hao walikuwa wanaume walioishi, kupendwa na pengine hata kukubaliana na matatizo ya kibinadamu yanayokuja na familia. Safari yetu inaanzia na mwamba wa kanisa, Mtakatifu Petro mwenyewe. Mvuvi mnyenyekevu kutoka Galilaya, Petro alijibu wito wa Kristo kwa nguzo ya jumuiya vya changa ya Kikristo ka. Lakini kabla ya maisha yake kutafanuliwa na kujitolea kwake kwa Kristo, alikuwa na familia. Injili zinatuambia juu ya mama mkwe wake aliyeponywa na Yesu nyumbani kwao. Ushahidi zaidi wa hali ya ndoa ya Petro unajitokeza kutoka kwa maandishi ya mtakatifu Paulo katika barua ya kwanza kwa Wakorinto. Hapa Paulo anamtaja mke wa Petro akisafiri naye alipokuwa akieneza neno la Mungu. Wanawake hawa, ingawa hawakutajwa majina, wanatoa mtazamo mdogo katika upande wa kibinadamu wa sura hii juu ya imani. Karne kadhaa baadaye, hadithi ya mtakatifu Petro Milia iliibuka, mwanamke mchanga aliyeshimika kama mfia imani. Mila inamtambulisha kama binto mtakatifu wetu, ikimaanisha zaidi taswira la picha kama mtu aliyejua mapenzi na kupoteza familia. Hapa ndipo tunapokutana na Papa Felix wa tatu, mtu aliyepanda upapa baada ya maisha yaliyoguswa na fulaa na uzuni. Kabla ya kuvaa vazi la upapa, Felix alikuwa mume na baba. Mkewe, ambaye pia hutajwa jina katika rekodi ya kihistoria, alimzalia watoto wawili akiimalishwa nafasi yake katika ukoo wa Petro. Kwa bahati mbaya aliaga dunia kabla ya Feliksi kukubali wito wa kutumika kama papa. Licha ya kupoteza kwake urithi wa Feliksi uliishi si tu kupitia upapa wake mwenyewe, bali kupitia kuzuka kwa mjukuu wake ambaye baadaye angekuwa Papa Gregori Mkuu. Hadithi ya Feliksi wa tatu inatumika kama kikumbusho chenye kuhuzunisha kwamba njia utakatifu mara nyingi uwepo kwa maji alibiwa kinafsi na ushindi kani ya sita ilianzisha utawala wa Papa Hormisdas, mtu mwingine ambaye maisha yake kabla ya upapa yaliguswa na ndoa na ubaba. Hormisdas alikuwa mjane alipopokea maagizo matakatifu. Mkewe, ambaye alipoteza kwa huzuni, kukumbatiwa na historia, alimzalia mtoto wa kiume Silverius. Miaka baadaye, katika hali ya kushangaza ya hatima, Silverius angefuata nyayo za baba yake, akipanda hadi papa kama Silverius. Yao ni dhamana ya kipekee baada ya baba na mwana wanaunganishwa si kwa damu tu bali kwa uzito wa upapa. Hadithi ya Hormisdas na Silverius ni ushuhuda wa nguvu ya kudumu ya mahusiano ya familia hata ndani ya vitakatifu za Vatican. <tipi> <tipi> Safari yetu katika historia ya papa sasa inatupeleka kwenye karne ya tisa. Papa, Adlian, ya, andia, wa utawala wa papa Adrian wa pili. Hadithi ya Adrian ni moja inayoonyeshwa na uchangamfu wa familia na mbuso wa kutisha wa msiba. Kabla ya kupandishwa cheo hadi Papa Adriani alioa Stefania, mwanamke ambaye angeshiriki maisha yake ndani ya kuta za jumba la Laterani. Binti yao, ambaye jina lake lilipotea kwa wakati, pia aliishi nao, kuchora picha familia iliyounganishwa kwa karibu katikati ya kanisa. Kwa kusikitisha, utulivu wao wa nyumbani ulivunjwa na wakati Stefania na binti yake walipouawa kikatili ajeusi juu ya Papa Adriani. Mazingira yanayozunguka vifo vyao baada yamegubikwa na siri, ukumbushi wa kutisha nyakati zenye msukosuko ambazo Adriani alitawala. Subscribe tunapoendelea zaidi. Katika karne ya kumi tunakutana Papa Joni wa kumi na saba tu ambaye maisha ya familia yake aliendelea kuathiri njia yake hata baada ya kulitawala. Aa, Papa Joni alioa kabla ya kuchaguliwa kuwa Papa, na muungano wake ulibarikiwa na wana watatu Wakati maelezo ya mkeo na toto yakibatika kuwa machache, tunajua kwamba wana wote watatu walifuata nyeaza baba yao katika huduma ya kanisa na kuwa makwani. Hadithi ya Yohana wa kumi na saba inaasistisa ukweli kwamba mvuto wa imani na familia mara nyingi yameunganisha ndani ya upapa, ingawa amefungwa na vikwazo vya ofisi yake. Uvutano wa baba na Yohana bila shaka ulimshawishi upapa, ulikuwa na jukumu katika maamuzi ya wanawe kuweka maisha yao wakfu kwa kanisa. Sakuit mm. uchunguzi wetu unahitimishwa katika karne ya 13 na Papa Clement wa nne, mtu ambaye kama wengi na watangulizi wake, alipata fulana uzuni ya wa maisha ya familia kabla ya kuitika wito wa kuliokoza kanisa. Klementi alikuwa mjane kabla ya kuchukulia maagizo matakatifu, mkee wakiwachwa mabintu wawili, mabintu watu wawili, wakikumbatia maisha ya ushaji Mungu, wakiingia katika nyumba ya watawa, wakijiweka wakfu kwa Mungu. Hadithi ya Klementi, sawa na wale waliokuja kabla yake, inaonyesha mwingiliano shangamano kati useefa mai na wito wa kidini. Kufiwa na mkee wake kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yake, kumpelekea kutafuta faraja na kusudi ndani ya kanisa. Subscribe na hivyo safari yetu kupitia historia siojulikana sana ya upapa inafikia mwisho. Tumepitia karne nyingi, kutana na wanaume ambao walipitia magumu ya maisha ya familia, huku wakibeba dhamana kubwa ya kuiongoza kanisa Katoliki. Hadithi hizi mara nyingi zilizonong'ona kwa sauti zilizonyamaza na kuasha kwa tambini za vitabu ya historia, kudhihirisha upande tofauti kwa upapa, wanatukumbusha kwamba wanaume hawa wanaoheshimiwa kwa hali yao ya kiroho na uongozi, pia walikuwa wanadamu waliopata furaha ya kuwa baba, faraja ya urafiki na maumivu makali ya kupoteza. Hadithi zao zinapinga mawazo yetu ya awali, maana ya kuwa papa, kufunua uso wa mwanadamu nyuma ya ofisi takatifu. Tunapata tafakari maisha ya takwimu hizi za ajabu, tunakumbusha kwamba historia ya upapa, kama historia ya binadamu wenyewe, ni tapestri iliyofumwa kutoka nyuzi za imani, familia na nguvu ya kudumu ya roho ya mwanadamu.